Mpaka mboga na ngoje jikoni hivi? Wewe mama, mimi unanichukuliaje? Kwa mimi nishakuwa roboti humu ndani? Yaani wewe uniagize dukani, alafu mimi huyu huyu nijigawe nije niangalie mboga, wewe ulikuwa unafanya nini kuangalia? Sasa sikiliza nikwambie. Hapa ni kwa mama yangu mimi, hili yaani ni jesho la mama yangu. Usitaka kunipeleka unavyotaka. Kama kweli wewe ni mke wa baba, basi mzalie hata mtoto, ili una faida ya kuwa humu ndani Kuanzia leo usije ukathubutu kunipiga hata siku moja, na ukijaribu basi utanijua mimi ni nani. Utajua kama hapa ni kwetu na mimi ndio mrithi wa hizi mali, lione lilivyo. hmm. hmm. Mtijoa nini nyumbani? Nimekwabusana na mama, nimeunguza mboga, amenipiga. Kwa hiyo sina amani kuwa kule tena. Nilikuwa naomba nilale hapa leo. Haina shida, utalala hapa. Sawa, asante. Vipi tena mama? Mwanao amenipiga na kunitukana, ananiita mimi mgumba, eti mi siwezi kuzalia we mtoto. Hmm, epyo ndiyo na ameondoka nyumbani, sijui hata ameenda wapi. Sijui sawa, lakini nitaongea naye, itaisha. Sawa.

kulala huko baba we, aujui tu mimi napitia mambo mangapi humu ndani mi. Nimejitahidi kuvumilia lakini nimeshindwa. Jana mama alinituma dukani, nimeenda dukani, nimerudi nikakuta mboga imeungua. Cha ajabu eti ananipiga mwongo Muongo? Mume wangu yeye ndo amenipiga jana na kunipisi, mimi ni mgumba, mimi siwezi kupeawe mtoto. Ameniita mgumba na ameondoka nyumbani. Unakataa, unabisha kwamba ukusema hivyo, ukunipiga wewe na kuondoka. Baba mimi nafikiri unanijua vizuri sana binti yako, na siku zote ukweli utabaki kuwa ukweli kama mimi ndio mbaya kwako, ipo siku utajulikana. Ila leo nataka nikwambie hiki kitu, mbele ya baba, mimi sitaki kupigwa humu ndani, kwa sababu hapa ni nyumbani kwetu. Epe. Eleo huyu ni mama yako, sawa. tabia za kipumbavu sizipendi ndani ya nyumba, unafikia tu unanyanyua mkono wako unampiga mama yako. Kuona maana we una ubavu sana, itafikia tu utanipiga na mimi si ndio? Nafikiri unajua siwezi kabisa kufanya hivyo.

Anwamba baba yako tegemea nini? Atanipiga, atanifukuza au ulizania nini mimi? <laughs> Yani, mi hapa kwa babako hapa ndio Kigoma, mwisho wa reli hapa yani, kafika hata nipiga wala nini na hata kusikiliza wewe, atanisikiliza mimi na nitamwambia kila kitu. Kwa hiyo wewe umu ndani utapiga deki, utapika, utaenda sokoni, utafanya kila kitu wewe, mimi nitakaa pale kama boss. Kwa ni mama Huwa na shida gani? Lakini mama, mi mama yako? Mama yako uko kwa baba makabulini. Kwa kama unataka nenda umfuate, mimi sio mama yako. Kwanza unaweza kuwa na mama kama mimi? Yaani wewe unaweza kuwa na mama kama mimi? Umemaliza? Siku moja kosa lako ni moja tu, kushika mchanga na kutupia kwenye mboni zangu. Huyu ni mboni zangu, mnelewe mwanamke. Kwa taarifa yako, sasa wachukue kile kilichokopo chako na utoke kwenye nyumba hii. Unanielewa? Epusi. Naomba kwanza unisamehe baba yako. Ni ngumu sana mzazi kumuomba radhi mtoto wake, lakini kwangu nimeamua bora nikombe radhi. Manyanyaso alikuwa nayapata, kuteseka kote, kwa kuto kushindwa tu kuheshimu hisia zako. Nambu ni samia mwanangu. Sawa baba, mimi nimekuelewa. <sighs> Asante mwanangu kusikia hivyo, na kwa hili hutamuona mama mwingine tena. Sihitaji tena mwanangu uteseke, wewe ndo kila kitu katika maisha yangu. Ah. Na siku nyingine ukimwona yule kusi mtimue hata na mawe hmm. Piga hmm? Napiga no, sawa. Hey. Sawa mwanau, usiwe mnyonge mnyongeu, sawa. Yaani, ukiwa furaha wewe basi, nami nakuwa na furaha zaidi sana, mtoto wangu. Mm. Uh, kajiandae basi, twende kisini ya leo. Kweli baba. Mm. Sawa. Nenda basi kajiandae. Eh. Eh. Ah. Umeonyesha mm -hmm. Mda gani jamani? Hongera sana, Mungu ungu akujalie mwanangu. Napenda wewe uendelee hivyo hivyo. Nashukuru sana hekima yako kama mama yangu <laughs> <laughs> ambaye ah, na mengi yako. Usijali hmm? Ah, asante, nitakuwa na kazi yako baadaye na kazi baba, asante. <laughs> babav chika chikachika ovyo, nawo ushaanza kutumia miadalati. Ah baba amna, um, yani e mama ananifurahisha sana nini, Auntie Joan. Baba yani eti ananiambia. Yeye alipokuwa shule alikuwa mtundu, alafu alikuwa apendi kusoma, alikuwa anatoroka shule. Ila sasa cha ajabu, eti yeye ndo amekuwa daktari, alafu wenzie wote walifeli. Kwanza nilisha kwambia nini kuhusu yeye, sihitaji ni mwone na sitaki kuwa naye karibu hivi. Kwa hiyo tabia yake aliyokuwa nayo, unataka watu wote eneo hili wajue kabisa nayo tabia zako ziko hivyo.

<laughs> Yani, yeah, baba mimi na nilivyokuwa na njaa hivi eti nikae nitulie kabisa, wewe unanipikia mimi? mm hiyo -hmm. Mimi naijua wala usijali tena, nilipokuja na mambo yako yaani ndo sipime sasa. Baba wewe nenda kajaze chumvi huko Kuna kitu gani ambacho umekisahau kwenye hii nyumba? Mimi kwani nimekuja kuomba msamaha. Kila kitu mimi na yeye tayari tushamaliza. Najua hilo. Lilian, tumeelewana kwenye hilo. Nisame na kuomba. Nimeshajifunza kutokana na makosa yangu. Na kuahidi nitamlea vizuri mwanao kama mwanangu. Mimi na yeye tushamalizana. Sawa? Upendo wa mwanangu, malezi yashakwisha. Sitaki kunipandishe zaidi. Lilian! Nishakwambia ondoka. Kulisama. Baba, ondoka, nimekuambia. <coughs> Ondoka, baba, baba, baba. ote na nilivyomkuta uh, kwa sasa na kuomba ukamwandalie chakula na matunda ili angalau wale apate nguvu. Sawa mama. Sawa, mimi naweza kuondoka, lakini sitarudi baadaye. Yeah, nitarudi nije nimuone baba. Sawa, asante sana. Aya, baki salama. Baba, yeah. hali yako ilikuwa mbaya sana, mi nilikuwa naogopa sana. Alafu mama amewahi kuniambia kama yeye ni daktari, kwa hiyo ndio maana nimemwita aje kusaidie wakati daktari. Okay, no, no, anamuingiza tu ndani. Samani sana baba, lakini sasa mi ningefanya nini peke yangu Halafu baba, huyu mama ana moyo mzuri sana kiukweli kabisa. Kutoka moyoni, mimi nampenda. Kuna muda natamani hata kumwita mama. Baba naomba ufanye chochote kwa mm.

Sana tena sana, na sipendi muda wote ni kukukwaza. Nimefikiria swala lako, naomba nilifanyie kazi. Baba, mi nimekaa muda mrefu sana bila kuwa na mama, alafu sasa hivi nimempata mtu ambaye nikiwa naye na jihisi faraja na hisi kama nipo na mama yangu, alafu wewe ndo mtu pekee ambaye unaweza kufanya mimi niwe naye karibu zaidi, lakini hautaki kufanya hivyo yule mama ni mtu mwema, anaweza kuwa mama kwangu. Nashukuru sana kwa maneno yako mazuri, maana faraja yako ndio faraja ya mwana wangu. Nalifanya kazi, nipe muda kidogo. Mmh, sawa. Nawishi leo utanipikia chakula kizuri sana naona wewe. No, no, no. <laughs> Unapika kuna mwanzo wako. Anti Joa so, <laughs> mi kuna kitu ninahitaji kuzungumza na wewe Na unajua anti, anti Joan, mimi sijalelewa na mama, mamangu alifariki nikiwa mdogo sana. Nimekuwa nikilelewa na mama wa kambo, na kuna baadhi ya vitu unajua kuhusu yeye na ilipelekea yeye akaachana na baba, kwa sababu hakuwa ananipenda hata kidogo. Kwa hiyo anti Joan, mimi naomba huwe mama yangu. Unamaanisha kwamba mimi niolewe na babako? Ndiyo, ndiyo antijuani, unajua mpaka sasa hivi baba yangu anaishi peke yake bila mwanamke, kwa sababu hajampata mwanamke sahihi ambaye anaweza kuishi na mimi kama mama, na baba angu aliniahidi kwamba hatuwahi kumleta mwanamke mwingine yeyote kutokana na vitu ambavyo mama aliondoka alikuwa akimfanyia pale nyumbani. Nakuomba sana Ntija, mimi nakuwa na amani sana nikiwa na wewe. Sikiliza nikuambia binti yangu, mbona hata hapa nakulia kama mama yako? Au kuna kitu nakikosa? Kipo, kuna kitu kikubwa sana na kihitaji, hasa ukilinganisha na umri niliokuwa nao. Kwa umri wangu anahitajika awepo mama karibu na mimi kwa ajili ya kunirekebisha baadhi ya vitu. Kuna vitu vingine ambavyo tukiwa mbali hauwezi kuviona. Kuna tabia ambazo wewe hauwezi kuzijua tukiwa tunakaa sehemu tofauti. Inabidi tuishi pamoja ili uweze kunirekebisha baadhi ya mambo. Nahitaji sana uwepo wako kwenye maisha yangu. Ombi lako nimelielewa na nimelisikia, ngoja nifikirie. Sawa mwanangu, kweli nitakujibu. Nakupenda pia. Karibu sana, asante. Uh, samani sana kwa kukupotezea muda wako, maana muda wako ni mali sana. Uh, wito wangu juu yako ni mmoja, maana nimeongea na binti yangu. Kuna jambo ambalo ameniambia na mimi nikakaa nikalitafakari, nikaona ni wakati nilifikishe pia na kwako. Binti yangu anahitaji wewe, mama yake na muda mwingi sana mwanangu amekosa furaha hiyo, lakini wewe umekuwa ndo mtu wa pekee sana kumpa faraja mtoto wangu. Ongela sana, kwa hiyo asante. <laughs> Na kwani una pete, umeolewa? Kwanza nicheke. Hebu angalia nimevaa kidole gani? Na kuvaa kwenye kidole sio tatizo. Inawezekana pia umevaa hapo, lakini inawezekana eh? Yupo ambaye anaifanya moyo wako kuwa na amani zaidi? Hapana. John. Bado ya kukaa unafikiria sana kwenye hili swala. Nataka kumpa faraja mtoto wangu nahitaji mama wa mtoto wangu, nahitaji uwepo wako katika maisha yangu. Wewe ni mwanamke mzuri sana Joan, nakupenda. Anyway, naweza kufanya hivyo kwa sababu ya binti, kwa sababu alionyesha hali ya udhuni, lakini pia akaniambia. Ananipenda kutoka moyoni. Alikadhalika hata mimi nampenda. Niseme tu niko tayari. Wow.